Tanzania kuna ibuka mijadala mipya eh, ambayo inachukua sura ya kitofauti juu ya ajenda ya chama cha Chadema ya no reforms, no election bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakati viongozi wa Chadema wakiendelea kuinadi kampeni ya no reforms, no election bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini imesisitiza uchaguzi mkuu Oktoba ishirini na tano utafanyika na wanaotaka usifanyike hawataweza. Kauli mbiu hiyo imekuja takribani wiki mbili tangu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini chini ya Jaji Francis Mutungi ilipokutana na uongozi wa Chadema Machi 18, 2025 kujadili tafsiri ya no reforms, no election kwa muktadha wa sheria ya vyama vya siasa, licha ya majadiliano ya takribani saa nne hakuna mwafaka wowote uliopatikana, na ofisi hiyo ilisema ingewaita siku nyingine kuendelea na majadiliano. Na hali ikiwa hivyo, msajili msaidizi wa vyama vya siasa nchini siku siku ya Machi 29 Sisti Nyahoza ameweka bayana kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 utafanyika bila kujali vikwazo vinavyowekwa na baadhi ya wanasiasa. Kwa mujibu wa sheria na katiba masuala ya uchaguzi yako chini ya Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa ambayo inasimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi kwa mujibu wa sheria ili kulinda demokrasia kwa manufaa ya wananchi. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikiwa na majukumu ya usajili uratibu na ufuatiliaji wa vyama vya siasa Sasa juu ya kampeni ya no reforms, no election inayopigwa kila kona, kauli ya Nyahoza haiko mbali na iliyowahi kutolewa na katibu mkuu wa wizara ya katiba na sheria Eliakim Maswi kuhusu masuala hayo, akisema kama kuna nia njema mabadiliko ofisi ya wizara hiyo ziko wazi kwa yeyote kwenda kujadiliana. Maswi, mbali na kusema kuwa mabadiliko muhimu yaliyokwishafanyika kwenye sheria, alisisitiza kuwa Chadema pekee haiwezi kuzuia uchaguzi kwa kuwa mchakato huo unaohusisha wananchi na chama zaidi ya kimoja. Mbali na hao, pia viongozi wa juu wa Chama cha Mapinduzi, CCM, Amos Makala, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo taifa, na makamu mwenyekiti Steven Wasira kwa nyakati tofauti wametoa kauli mbalimbali za kupingana na kampeni hiyo ya no reforms no election. Wakati Makala akisema kampeni hiyo ina maana Chadema haitaki kushiriki uchaguzi na ikifanya hivyo utakuwa mwisho wa kuwa chama kikuu cha upinzani, Wasira amekuwa akihoji watazuiaji uchaguzi ambao ni mchakato na umekwisha anza. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Kahama Machi 27, Wasira alisisitiza hakuna mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi huo, labda wawe wanaota ndoto ya mchana. Wasira alisema pamoja na kampeni wanazoendelea kuzifanya, hawana uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike, kwa sababu tayari hatua ya kwanza ya uchaguzi huo imeanza kwa wananchi kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Nasikia wanazunguka nchi nzima, wakifika hapa Kahama muwasikilize, halafu muwaulize mnatumia njia gani ya kuzuia uchaguzi? maana katiba inakataa inasema, hakuna uchaguzi kuahirishwa, labda kama kuna vita au hata kama ikiwepo vita, inasema ni kwa miezi sita ndio unaweza kuahirisha ili vita ishe. Wasira alisema na kuongeza kuwa hakuna jambo jingine linaweza kuzuia uchaguzi, lakini wamesisitiza wanaweza kuahirisha sasa Muwaulize wanatumia mbinu gani kuahirisha uchaguzi. Halafu niliwaambia nilipokuwa Bukoba, mbona uchaguzi umeshaanza? Maana ya Dar es Salaam wamemaliza kujiandikisha na kujiandikisha ni sehemu ya uchaguzi, ukirejea kauli ya msajili. Katika kauli hiyo Nyahoza aliendelea kusisitiza uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utafanyika bila kujali vikwazo vinavyowekwa na baadhi ya wanasiasa ambao hakuwataja hata hivyo inafahamika kuwa CHADEMA ndiyo inaoendesha kampeni ya kuzuia uchaguzi ikiwa mabadiliko makubwa katika mfumo wa uchaguzi hayatafanyika. Nyahoza alitoa kauli hiyo kwenye mkutano mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi uliofanyika siku ya Jumamosi, Machi 29 2025, jijini Dodoma. Nyahoza akizungumza kwa niaba ya msajili wa vyama vya siasa jiji Francis Mutungi alisisitiza kuwa kwa namna yoyote lazima uchaguzi ufanyike akiongeza kuwa maandalizi ya uchaguzi yanaendelea kama yalivyopangwa na vyama vyote vilivyosajiliwa nchini vina haki sawa ya kushiriki. Alisema siasa za majukwaani kwamba hakuna uchaguzi zisiwacheleweshe, badala yake waendelee kuwa na maandalizi ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Alihoji nani anaweza kumwandaa mwanawe kufanya mtihani halafu ghafla akaambiwa mtihani umeahirishwa, atafurahi? Wajumbe walitikia kuwa haiwezekani. Hata hivyo alisisitiza kuwa vyama vyote vyenye usajili wa kudumu katika ofisi ya msajili vina uzito sawa, na hakuna chama kikubwa kuliko kingine. Kwa hivyo milango ya uchaguzi ni kwa vyama vyote. Ukifuatilia sasa majibu ya Chadema, licha ya msajili wa vyama vya siasa kueleza hayo, Chadema kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia kimesema maneno ya Nyahoza hayakwamishi ajenda yake. Sisi ajenda yetu iko pale pale na tulishamshirikisha msajili Jaji Mutungi na Nyahoza akiwepo. Kwa hivyo ama wamekubaliana nasi au hapana, sisi msimamo wetu ni pasina mabadiliko, uchaguzi hautafanyika. Hata hivyo, alifafanua kuwa ajenda hiyo hailengi chama hicho kuhususia uchaguzi, bali kitazuia tukio hilo kufanyika, na mbinu zinazotumika ni kuendelea kuyashirikisha makundi mbalimbali ya kulifanyikisha hilo alipoulizwa watafanyaje kuzuia uchaguzi, Brenda alisema utakapofika wakati ndipo itakapojulikana mbinu itakayotumika, lakini kwa hatua ya sasa wanashirikisha wadau mbalimbali. Hata hivyo, siku ya Jumatano mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu akihutubia mkutano wa hadhara Sumbawanga mkoani Rukwa alisema kugomea kila watakachokuwa wanaambiwa na serikali ni miongoni mwa njia watakazotumia kuzuia uchaguzi kufanyika. Chochote watakachopendekeza tukisusie, tukikataa kila watakachotuletea. Na nimeangalia sheria za nchi, sijaona sehemu kama tukikataa kwenda kupiga kura ni dhambi au tumevunja sheria, lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii inawezekana kuahirisha uchaguzi, alisema Lisu. Kuhusu NCCR Mageuzi, ambako kauli ya naibu msajili wa vyama vya siasa ilitolewa Yahoza aliitaka NCCR mageuzi iendelee kudumisha amani kama wanavyoimba kwenye wimbo wa taifa. Mapema makamu mwenyekiti wa NCCR mageuzi bara Joseph Selasini alisema mwaka huu hawadanganyiki hata kidogo kuingia katika ushirikiano. Selasini alisema katika moja ya uchaguzi walifanya makubaliano ya walichokiita Ukawa, lakini kuna chama kilivisaliti vingine. Alisema katika usaliti huo wenzao walianza kupora majimbo hata waliokuwa wamekubaliana kugawana wao wakaona wana haki. Mfano jimbo la Serengeti ambalo alikuwa akitoka katibu wetu mkuu, tulisema libaki kwetu, lakini wenzetu wakapeleka mgombea wao na mwisho wakapoteza. Alisema mara kadhaa chama hicho kimeshaumwa na nyoka, kwa hiyo habari ya no reforms, no election haiwezi kuwapotosha tena. Alisisitiza kuwa NCCR Mageuzi inataka kurudisha makali yake ya miaka ya nyuma kilipokaribia kuchukua nchi na sasa inaingia kwenye uchaguzi kwa nguvu kubwa zaidi ya hiyo. Wakati hayo ya naibu msajili wa vyama vya siasa nchini ya kijiri huko Dodoma. Mkutano mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi ulifanikiwa kumchagua Haji Hamisi kuwa mwenyekiti wa chama hicho, akichukua nafasi ya James Mbatia aliyekuwa mwenyekiti. Wajumbe wa mkutano huo wamemchagua Hamisi kwa kura mia tano na nane kati ya kura mia tano kumi na moja huku kura moja ikimpinga na mbili zikiharibika. Hamisi alikuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar na muda mrefu amekuwa akikaimu nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho baada ya kuondolewa James Mbatia. Mkutano mkuu wa NCCR wa mageuzi ulifanyika Jumamosi ya Machi 29, 2025 jijini Dodoma ambako mbali na uongozi wa itifaki pia kulikuwa na uchaguzi wa ngazi nyingine za uongozi. Pia katika uchaguzi huo Joseph Selasini ametetea nafasi yake ya makamu mwenyekiti wa NCCR wa mageuzi Tanzania bara baada ya kupata kura za ndio 483 huku kura kumi na mbili zikiharibika na nyingine kumi na sita zikimkataa. Kabla ya uchaguzi huo makamu mwenyekiti Selasini ndiye aliongoza mageuzi ya uongozi ndani ya chama hicho kikongwe cha upinzani, uongozi ndani ya chama hicho kikongwe cha upinzani.